Ndugu zangu katika Kristo, watu wengi wanajiuliza kwa nini Wakatoliki wanamwomba mama Bikira Maria, binadamu mwenzao. Kufuatana na makuu yote ambayo Mwenyezi Mungu amemtendea Maria ya kumchagua ili awe mama wa Mungu, nasi pia Wakatoliki kwa kuitwa na moyo huo na sifa hizo, wanamziki wote, waimbaji wote na hata wanaosali wote tunamsifu mama yetu Maria na kumwomba. Maria ni mama mzuri, umuomba Mungu kwa ajili yetu sisi, unganisha sala zetu na sala zake. Ndio maana katika kusali kwetu tunasema Sancta Maria ora pro nobis, Maria mtakatifu utuombee. Kila tusalipo salamu Maria tunarudia ujumbe wa malaika kwa mama Maria. Kila tusalipo rozari tunamsifu Mungu kupitia kwa masifu ya mama Maria ambaye ni kiumbe kama sisi. Kwa maana ukisifia kitabu unakuwa unamsifia mwandishi wa kitabu hicho, ukisifia picha utakuwa unamsifia mchoraji, ukisifia kazi nzuri unamsifia aliyefanya kazi. Hivyo tunaposali, tunapomsifu Maria, tunakuwa tunamsifu Mungu mwenyewe kwa kazi njema ya ukombozi kupitia kwa mama Maria. Kama Maria angekuwa hakuumbwa na Mungu na Mungu asingekuwa amemheshimu Maria tangu mwanzo, nasi Wakatoliki tusingekuwa tunamheshimu. Je, utapuuza kumheshimu ambaye anaheshimiwa na Mungu mwenyewe? Hivyo ndugu zangu, tunapoingia mwezi wa Rozari, tunaitwa wote, waamini wote, Wakatoliki na wasio Wakatoliki kusali rozari. Tusalipo kupitia kwa Mama Maria, tunakuwa tunakumbuka matendo yote makuu ambayo Mungu ametutendea kupitia kwa Mama Maria, mama wa Mungu. Sisi wa Katoliki utambua kuwa Maria ni binadamu lakini anatuzidi sisi binadamu wengine kwa yote aliyostahilishwa na Mungu anayeshinda upeo wa akili zetu. Mungu akajifanya mtu akazaliwa na bikira hata yeye Maria aliimba akisema, Mwenyezi Mungu amenitendea makuu, jina lake ni takatifu. Na mtakatifu Sirilio wa Alexandria anasema Maria amepewa heshima kubwa kuliko hata malaika, kwa maana Mungu alimchagua Maria kuwa mama wa mwanaye katika mabinti wote wa ulimwengu huu. Hivyo wahubiri wote na wanateolojia wote na wakatoliki wote tunaimba na kulisifu jina la Maria mama wa Mungu. Hivyo kumuomba Maria atuombee kwa Mungu haina shida yoyote. Hata sisi wenyewe uombeana uomba kuombeana katika sala, kama maandiko matakatifu yasemavyo, ungamianeni dhambi zenu na kuombeana ili mpate ili, ili mpate kuponywa. Sala ya mtu mwema ina nguvu ya kutenda mengi. Nasoma hayo kutoka barua ya Yakobo kwa watu wote sura ya tano aya ya kumi na sita. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.